Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya mashuhuda wanasema, mmeshuhudia pale, wametoa mwili wa marehemu. Kwa kweli huyo mtu hatu, yani hatambuliki kabisa, ila wameshamwokoa, ila ni jinsia ya kiume, na zimamoto tayari wameshafanya kazi zao, na wamekuja wamechukua hayo mauti wameyapeleka mochwali. Kwa wale wanayemtambua, wa wafike wale wenye ndugu waliopotelewa naomba wafike wakaangalie mwili huo wa marehemu. Na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimesha, nimeshawasiliana na watu wa uh, zimamoto na uokoaji uh, na wenyewe kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati na tukio la kuanza kumwokoa uh, au kumtoa kwenye maji uh, marehemu ambaye hajatambulika. Nikaanza kufanyika akitoa taarifa kwa vyombo vya habari. Mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokozi Bwana Emmanuel Ndoshi ameelezea tukio hilo. E, tumefanikiwa kumwopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana, sio kwamba hili ni tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. E, na kwa uchunguzi wa awali, wakati na namwopoa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumewapoa, tumewakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi wilaya ya Mpanda, wanaendelea na taratibu zao za kiuchunguzi.